Wakati ajali inatokea wewe ulikuwa wapi? Nimekaa hapa chini nikaiona gari inakuja kasi kama kilomita mbili. Nimeiona gari inakuja umbali wa kilomita mbili, ulishindwa nini kuja kwenye kituo cha polisi ukaripoti ajali. Kati kutoka mpaka kituo cha polisi ni umbali wa mita mia mbili, ungesha kuja na kurudi. Na ulishindwa nini kumfuata dereva kumwambia dereva, huko kuna ajali usije au ulishindwa nini kumfuata majeruhi, kwambia majeruhi toka hapa utagongwa? Lakini afande asija gongwa, wewe shahuda amegongwa, haja gongwa, huyu ndio mtu aliyegongwa. Afu mbona hamuliki? kwa mjagongwa ulichukua wewe, mimi niliona, ni kwa sababu hii itaua mtu huyo. Unaona maneno yote uliyotumia hayo, hiyo ni misuse resources. Maneno itaua mtu ni maneno takriban kumi Ulishindwa nini kulitumia jeshi la po? Ujumbe mfupi wenye maneno matatu, kuna ajali hapa. Jeshi la kutumia satellite ajali, sasa po liliweza kutumia kuweza kuzuia. Ndio ni shuhuda, lakini wewe una maelezo mengi. Itanifaa jeshi na wewe mtu wa kugongwa Hapana, hapana, hapana, hapana. Umepona eh? Eh baada baada ya ya kugongwa kugongwa, yani niko sawa. Uko sawa eh? Haujisikii maumivu? Ah ah, twendeni.